Tunaendelea na matangazo yetu na uh, sasa tuzungumze kuhusiana na wiki ya startup ama biashara ambazo zinaanza, na kumekuwa na mengi ambayo yanajadiliwa katika wiki hii, na sisi tutaangalia mchango wa startup katika kuwezesha ukuaji wa uchumi. Tumemwalika hapa Gloria Lema ambaye ni mkufunzi wa masuala ya biashara kuzungumza uh, masuala mbalimbali ambayo, ambayo yanahusu startup, lakini pia tatueleza kuhusiana na eh, taasisi Um, anayotoka na kile ambacho wanakifanya katika kuinua biashara uh, hasa katika makundi ambao wameamua kujikita kuwezesha biashara hizo kukua ama kuendelea kustawi. Karibu sana Lema, na tunafurahi kuwa nayo kwenye matangazo yetu. Asante sana uh, ni, ni wiki ya start-up, na um, eh, katika uhai wa uchumi wa taifa lolote lile eh, biashara ambazo zipo katika hatua ya awali E, ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaangaliwa kwa makini mm -hmm. ili kuzisaidia kukua kutengeneza ajira na kukuza uchumi katika mm -hmm. taifa husika. Kwa Tanzania, um, kwa kwa utaalamu ulionao na kwa jinsi mmefanya observation mm -hmm. unaonaje hali ya startups katika mazingira yetu ya Tanzania? Okay. uh, labda niseme kwamba startups mara nyingi inakuwa uh, kama uh, biashara ambazo zinafanya zaidi kwenye teknolojia mm -hmm. na sio necessarily biashara yoyote ambayo inaanza, mm -hmm. lakini uh, ndio general uh, understanding ya watu kwamba biashara ambayo inaanza ni startup, lakini uh, ki, ki makaratasi tunasema biashara za teknolojia ndio mara nyingi tunazita teknolojia, tunaziita startups lakini Uh, kwa mfumo huu wa uh, Startup Week ambao tumepartna nao kama Women Creating Wealth, ambako ndio mimi natoka, ambayo uh, iko chini ya Grasa Marshall Trust, sisi tunasaidia wakina mama uh, wajasiriamali wa aina zote uh, ambao wanaanza ambao ni wakati na wale wa juu, ili kuweza ku, kuwasaidia kukuza biashara zao, maana uh, kinamama wengi wameanza biashara zao kwa kwa ajili ya survival, kwa ajili ya, ya kujikimu kila siku. Mwingine imetokea tu bahati mbaya, hana ajira akaona aanze kitu, akaanza biashara so sisi kama Women Creating Wealth tunawasaidia wao kutoka kwenye hiyo mindset ya kusurvive au ya chakula ya kila siku kwenda kwenye mindset ya kufikiria. Uh, sasa hii ni biashara halisi, sasa nina uwezo wa kuikuza iweze mm. kulisha na kuendelea miaka zaidi. Ni vizuri umetuambia hicho mnachokifanya, lakini katika mtazamo wa jumla mm. unaonaje kuhusu mazingira ya startups nchini Tanzania na ni vipi vikwazo ambavyo vinazuia e, biashara hizi zisikue ama zisiendelee kustawi. Okay. So kwenye uh, startup observation yangu ni kwamba kwanza uh, ideas ni nyingi, vijana ni wengi ambao wanakuja na ideas za startup, lakini wachache sana ambao wanaweza kupata mitaji ambayo inawezesha ku, kuendeleza startup zao na ni sio kwa sababu idea zao ni mbaya au lakini, hamna soko ambalo lina wafeva ama soko ambalo lina mitaji ambayo inaweza kuwasaidia wao kukuza hizo biashara zao au kukuza hizo idea zao, maana startup uh, kwa understanding ni vitu ambavyo unajaribu Uh, teknolojia ambayo unaijaribu ili iende ilete mabadiliko tofauti. Na mara nyingi sio ideas za kawaida, sio yeah. Kusema kwamba nauza nyanya nitapata faida, hapana. Ni kitu ambacho unakijaribu kwenye market, kama ni technology unaleta mpya, ni kitu ambacho ni cha tofauti. Kwa hiyo ni ngumu sana kwa uh, watu kuweza kuelewa, kuweza kukupa mtaji, na sidhani kama kuna frameworks za kutosha kuweza kuwapatia wao mitaji kuweza kukuza, kwa hiyo ni sehemu ambayo inatakiwa ifanywe kazi na kuweza ku, kuelewesha jamii na funders kwamba tuna watu ambao wana technology ambazo zinaweza zika support, uh, hata mifumo iliyoko sasa hivi lakini kwa njia tofauti kidogo. Mm-hmm. Na mara nyingi unakuta ni mtu mmoja au wawili, kwa hiyo inakuwa ni um, ngumu mtu mmoja kuaminika. Mara nyingi wanaamini kampuni, wanaamini uh, watu ambao wamejenga tayari mifumo no. mm -hmm. yeah. Wetueleza kwamba mnafanya kazi na wafanya uh, biashara katika ngazi tofauti, wale wanaoanza wakati na wakubwa mm. Kwa, kwa hawa ambao wanaanza ambao wanafanana pia na hawa startups ambao wako katika hatua za awali unadhani mm. Eh, ni changamoto gani kubwa ambazo eh, zinawakumba zina yeah, okay. um, asilimia kubwa ya kina mama ambao tunapata wanaoanza biashara ni wengi, wanakosa ujasiri. Ukikutana na mjasiriamali wa mwanamke anakuambia anafanya kabiashara kadogo hakuna mtu ambaye ana ujasiri na ile biashara ambayo anaifanya, na mara nyingi hii imewanyima nafasi ya kuweza ku, kunyanyua mkono pale ambapo wanatakiwa kunyanyua mkono. Uh, programu yetu ya Women Creating Wealth inaangalia sana kwenye hilo eneo uh, na nadhani hiyo ndo kitu ambacho kinatutenganisha na programu nyingine. Tunaangalia na mtu kuweza kujitambua yeye mwenyewe, kupata ujasiri wa ndani, ili aweze kuongoza biashara yake. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kama um, kama kama Women Creating Wealth tumeamua kujikita zaidi kuweza kuwajengea ujasiri wengi ana biashara nzuri, ana ana uwezo wa kupata mtaji, lakini anaogopa kuitaja ile biashara yake. Kwa hiyo wengi anasema kwamba nina kabiashara kadogo au afadhali niajiriwe, yaani anaificha ile biashara mpaka huja kugundua, ni lazima umekaa naye kwa muda na kumwelekeza na akaanza kuona thamani ya biashara yake. Kwa hiyo hapo ndio we, wa, wanawake wengi wanakwama mm -hmm. Na vipi yeah? Kuhusu uh, fursa ama uanzishwaji sasa wa hizi uh, biashara mm -hmm. Eh, mazingira yako rafiki kiasi gani? Uh, niseme Tanzania ina nafasi kubwa sana mm -hmm. ya kuanzisha biashara kwa sababu uh, wajasiri wa mali wengi hawako registered, lakini wanafanya biashara um, mpaka wanapoingia kwenye programu mwingine anakuwa hajajua yani hajajua kama ana uwezo wa kurejista ile biashara yake, lakini unakuta mtu amefanya biashara miaka minne, miaka mitano. Kwa hiyo mazingira ni mazuri, lakini sasa kwenda kwenye ku, kuiformalize kuanza kutengeneza uh, labda nianze kuirejista nianze kuingia sijui TRA sijui wapi. Mm. mifumo ina ina feva ingawa kuna nafasi ya kuifanya iwe bora zaidi. mm. kwa maana ya kwamba uh, vibali ambavyo mtu anatakiwa ili aweze kupata kuwa formalized ama ku, kuonekana kwenye uh, masoko ya duniani na vitu kama hivyo, so hizo ni, ni uh, vitu ambavyo vinakwenda vina taratibu, lakini ni mifumo ambayo ingewezesha zaidi hizo biashara kukua zaidi. Na katika hilo, mara kadhaa tumeshuhudia mfano startup ama biashara mm -hmm. inaanza vizuri, lakini baada ya miezi kadhaa kama ni inakufa ama inashindwa kuendelea mm -hmm. changamoto hasa inakuwa ni nini? <laughs> uh, Changamoto kubwa ni kwamba hizi biashara zimeanza tuseme kwa survival mm -hmm. Yani e, kujikimu kwa leo na kesho. Wengi wana wajasiriamali hawajajua kutenganisha uh, fedha za biashara na fedha za binafsi. Mfanya biashara anaingia kwenye biashara, akiuza leo ataenda kununua mchele wa kula nyumbani hajui kwamba katika ile fedha ambayo ame, ameuza ile faida ambayo ametengeneza kuna fedha ambayo inatakiwa ibaki kwenye biashara, na katika ile faida ambayo aliyopata kuna fedha ambayo ni ya biashara na fedha ambayo ni mshahara wake. Kwa hiyo kutenga, kuweza kutenganisha hivyo viwili imekuwa ni moja ya changamoto ambayo imepelekea biashara nyingi Uh, kufa kwa sababu mitaji inaliwa mm-hmm. Kwa hiyo kesho anakuwa hana uwezo tena wa kununua, lakini pia kuna ambao wasio waaminifu nao wanaingia uh, kwenye kwenye kwenye huo mtego wa kufunga biashara. Anafungua, lakini uh, anashindwa kudeliva kile ambacho alisema atadeliva. Kwa hiyo wengi wana wanaishia kufunga, kwa sababu hawezi kukompensate ile hela iliyoingia huku na aliyokula Naam, ili yeah, biashara iweze kustawi um, huyu, huyu ambaye anaanza biashara anahitaji vitu kadhaa. Mm, anahitaji uh, mtandao ama networks. Mm -hmm. Anahitaji masoko. Mm -hmm. Eh, anahitaji access ya eh, kwenye taasisi mbalimbali za kifedha. Mm -hmm. Na vitu kama hivyo. Mm -hmm. Um, nadhani changamoto iko wapi hasa katika kufanikisha hivyo na kwa uzoefu wenu, mm -hmm. kwa namna ambavyo mmekuwa mkitoa mafunzo na kuwawezesha, vipi wajasiria mali kuweza kufikia hivyo? Okay. So, uh, kwanza niseme tunaanza na yeye kama mjasiriamali tu namtengeneza yeye. Mindset yake yabadilike. Hmm. Uh, kufikia kiwango ambacho anaweza kujiamini kuweza kuendesha ile biashara, lakini sehemu ya pili tunawasaidia kwa kuwafundisha jinsi ya kutengeneza mifumo ambayo inawasaidia kutenganisha fedha ya biashara na, na ile fedha ya, ya, ya nyumbani ya kula, ya kula. Hmm. Ili hiyo wasichanganye, lakini sehemu ya tatu ambayo tunawasaidia pia ni kuweza ku, kujiweka sokoni uh, kuna mtu unakuta amefanya biashara uh, miaka mingi lakini hajui wateja wake wanatokea wapi. Kwa hiyo tunaanza kuwafundisha jinsi gani ya kuweza kuanza kuonekana sokoni, ufahamike kwa kupitia njia gani. Tunaenda mpaka point, uh, wengine hawajui hata kutumia hiyo smartphone whatsapp kuweza kucommunicate labda tu wanajua ile kutuma message, lakini kwamba whatsapp ni sehemu ya, ya mtandao wake wa kuweza kupata uh, wateja, anakuwa hana hana hiyo information. Lakini pia um, tunakwenda zaidi, tuanze kumwonyesha mifumo ya kuangalia faida um, hasara, kuweza kuangalia um, ni kiwango gani niweke pembeni kwa ajili ya kodi kwa hiyo tunaangalia pia financials uh, kumfundisha jinsi gani biashara ili iweze kuendelea na kukua, uh, anaweka ana vipi fedha yake, alafu baada ya hapo tunampa support ya mkufunzi um, ambaye au kocha ambaye anatembea naye kwenye biashara anamsaidia ku, um, kuelewa ni matatizo gani mengine ambayo anakutana nao anavyoendelea kukua no. Mm -hmm. Yeah. Katika ushirikiano wenu huu mnakuwa mm -hmm. nao mpaka hatua gani hasa ya ukuaji wao? mm -hmm. hasa hizi biashara ambazo zinazoanza zina, zina uh, programu yetu kwa sasa inakaa inaka na mjasiriamali kwa miezi kumi. mm -hmm. Anayo wiki sita ya kusoma kwenye mtandao alafu baada ya hapo ana miezi uh, miezi inayobakia uh, kama miezi mitano hivi ya kuweza kuhangaika na Technical coach ambaye ni mkufunzi kama mimi, tuseme coach ambaye ana deal na ile biashara kwa matatizo ambayo yako kwenye kwenye biashara halisi, na kumsaidia kuweza kukuza kulingana na, na kiwango ambacho anatakiwa kuelekea. Mm. Na pia tunawasaidia kuweza kuwaonyesha eh, njia tofauti za kupata uh, mitaji ambao wanakuwa wamefikia kiwango cha mitaji uh, tunawasaidia, tuna pia kuweza kupata masoko uh, ndani na nje kulingana na mifumo ambayo atakuwa ameweka alivyokuwa wanapitia kwenye mafunzo. Mm -hmm. Bila yeah. shaka pia mmetembelea mikoa mbalimbali yeah. katika uwezeshaji huo mm -hmm. na katika, katika uh, uzoefu pia wa, wa, wa, wa, wa, wa kufanya ukufunzi huo mm -hmm. ni kiu gani hasa ambayo wafanya biashara wanayo um, asilimia kubwa ya wajasiriamali wana kiu ya kupata mitaji uh, ya kupata mitaji ambayo ni ya ni tuseme, tunasema inclusive uh, mitaji iliyoko sokoni mingi, uh, riba idha ni kubwa. um, mjasiriamali anakuwa hajui ni jinsi gani ajielezee ili apunguziwe riba, kwamba kuna uwezekano wa riba ambayo unatoa upunguziwe. Kwa hiyo kuna hiyo kiu ya kufahamu ni njia zipi apite ili aweze kupata mtaji ambao anahitaji. Lakini uh, kuna kiu pia ya masoko ambayo uh, siyo ya Tanzania tu, lakini hata masoko ya nje. Ni jinsi gani ambayo anapata nafasi ya kuingia kwenye hayo masoko ili kuweza ku Um, kukuza biashara yake. Maana kuna wengine ambao hana shida sana ya mtaji, lakini ana shida ya soko. Akipata lile soko hahitaji mm -hmm. kuingia benki, labda hahitaji uh, um, kipato zaidi, lakini anahitaji akipata soko sahihi, ili aweze kwenda ku, kuongeza biashara yake. nam wakati unaelekea mwishoni, unapendekeza hatua zipi za haraka zichukuliwe na, yeah. na serikali lakini pia wadau wengine katika kuimarisha eh, hizi biashara za wajasiriamali. Okay, kama uh, serikali labda ni kama tunavyoshirikiana na CMSA kwa sasa hivi kuweza kuelimisha wajasiriamali kwamba kuna njia tofauti za kipato sio benki tu. Yeah. Kuna alternative financing ambazo zinaweza kuwasaidia wao kukuza mitaji yao uh, kwa hiyo tunaangalia jinsi gani tunaweza tukapata policy ambayo inaweza kuwa, kuwa, um, kuwasaidia wajasiriamali kuingia kwenye masoko ya mitaji na kuwapa hiyo elimu ambayo inahitajika. Uh, lakini kwa wadau wengine ambao ni wadau wa wajasiriamali uh, tunawambia, tuna, tuna nafasi ya kuweza kutumia platform kama hii Women Creating Wealth kukuza uh, biashara zetu, lakini tu tuna nafasi ya wao kuingia kama uh, partners kuweza kupatana na sisi kuweza ku, kuongeza idadi ya kina mama ambao watapata fursa kama hii no, yeah. Asante sana Gloria. Tunakushukuru na tunakamilisha hivyo, na mengi tumepata kuhusiana na kile ambacho wamekuwa wakifanya, hasa ikiwa wiki hii ya startup uh, na mkufunzi um, wa biashara Gloria ametujuza zaidi katika hilo.